Hivi umewahi kufikiria ni furaha kiasi gani ndoto yako ya siku nyingi kutimia? Kuwaza tu ufikie malengo fulani, mafanikio ya namna fulani, halafu Mungu akakuwezesha kukupa nguvu, ujasiri na moyo wa upambanaji, ukapambana bila ya kukata tamaa, hatimaye unafanikiwa. Ungeshukuru vipi? Lakini je, kama uliwahi kusema kwa watu kwa siku moja utafanikiwa kwenye jambo fulani na wasikuamini wakakucheka, au wakakuona kama hupo sawa kiakili. Ukifanikiwa kweli, ungetamani kufanya nini hasa jambo la kwanza juu yao? Miaka 25 iliyopita kijana mmoja alisema maneno ambayo kila mtu alimcheka. Alisema, nitaanzisha duka kwenye gereji yangu na siku moja nitakuwa tajiri zaidi duniani. Watu waliona kama mzaha lakini leo hii jina lake limeandikwa kwenye historia na kila mtu anatamani angekuwa naye karibu. Hii si hadithi ya kawaida, ni somo litakalobadilisha namna unavyoona maisha na usahihi wa kuchukua maamuzi yako. Jeff Bezos aliwahi kusimulia jinsi alivyoanza safari yake ya kibiashara. Wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni kubwa ya kifedha mjini New York akiwa na bosi wake mwenye akili sana na wenzake werevu. Alipomwambia bosi wake kuwa anataka kuacha kazi ili aanzishe kampuni ya kuuza vitabu kupitia mtandao, bosi wake alimsikiliza kwa makini na kisha akamwambia, hili ni wazo zuri sana, lakini ingekuwa bora zaidi kama ungelikuwa huna kazi nzuri tayari. Maneno hayo yalimwonyesha Jeff tofauti kubwa kati ya kuwa na kazi kuwa na taaluma na kuwa na wito wa kweli wa maisha. Yeye aliona biashara yake kama wito, ila bosi alijaribu kumuonesha kazi yake ni nzuri, hivyo hapaswi kuwaza mawazo mengine zaidi yake. Siku nyingine Jeff alimwambia rafiki yake Dave, nataka uwekeze kwenye kampuni yangu, nitaanzisha duka la vitabu kwenye gereji yangu na kuuza mtandaoni, nikifanikiwa siku moja nitakuwa tajiri zaidi duniani na kampuni yangu itapata zaidi ya dola bilioni mia moja. Wakati huo watu walicheka, hakukuwa hata na dhana ya bilioni mia moja duniani kote, na kijana wa miaka ishirini na sita anasema hivyo akiwa na gereji tu na mtandao. Wengi waliona ndoto isiyowezekana, lakini tofauti ilikuwa kwamba wengine walimcheka huku yeye akijiamini na kushangilia safari yake mwenyewe na wewe inawezekana, imewahi kukutokea hii. Ila Jeff aliwahi kusema pia, usifanye kitu kwa sababu ndicho kinacho trendi kwa wakati huo, kufanya kitu ambacho kweli una shauku nacho. Na yeye aliamua kuchukua njia isiyo salama, kwa sababu asingejutia kwenye kujaribu na kushindwa, ila angejutia sana kama asingejaribu kabisa. Ukweli ni kwamba hakuna kuchelewa kufanyia kazi ndoto au maono yako. Kama mtoto mdogo, alikuwa mvumbuzi wa gereji. Alitengeneza mashine ndogo ndogo za kufunga geti, majiko ya jua ya majaribio, na hata alamu za kuwatega ndugu zake. Ndoto ya kuwa mvumbuzi haikuisha, baadaye akaifuata kwa ujasiri. Anapenda msemo wa kijeshi unaosema polepole ni laini na laini ndio haraka. Kwa maana hiyo, hata hatua ndogondogo zenye mpangilio usaidia kufanikisha mambo makubwa sana. Jeff pia alisisitiza jambo moja muhimu: heshima sio kwenye vipaji ulivyozaliwa navyo, bali kwenye bidii na maamuzi unayoyafanya juu ya kutumia kipaji. Vipaji ni zawadi, unaweza kushukuru kwa kuvipata, lakini haviwezi kuwa sababu ya fahari. Fahari inakuja pale unapochagua kufanya kazi kwa bidii, kufanyia mazoezi kipaji chako na kupiga hatua hata pale inapokuwa ngumu. Hapo ndipo siri ya mafanikio ya kweli inapopatikana. Jeff Bezos aliwahi kusema kwamba maisha yetu yanafafanuliwa si kwa vipaji tulivyozaliwa navyo, bali kwa maamuzi tunayoyafanya kila siku. Alisisitiza kwamba kufanya mambo magumu ni chaguo, na ni chaguo la aina hiyo tu ndio mtu anaweza kujivunia. Kila mmoja wetu ana zawadi alizopewa wengine ni warefu, wengine wazuri wa hisabati, wengine ni wana mvuto wa sura, lakini haya yote ni zawadi. Hatuwezi kujivunia kwa sababu hatukuyachagua wenyewe, ni Mungu ametupatia kwa sababu zake. Tunachoweza kujivunia ni pale tunapochagua kufanya kazi kwa bidii, kuchagua kutumikia wengine, au kuchagua maisha ya ujasiri na changamoto. Bezos alieleza wazi, unaweza kuishi maisha ya urahisi na starehe au ukaishi maisha ya huduma na matukio ya kusisimua. Na akasema ukiwa na miaka themanini utajivunia zaidi kuishi maisha ya huduma na matukio ya kusisimua kuliko yale ya starehe tu. Na huu ndio wakati bora zaidi wa kuishi, kwa sababu dunia inatoa msukumo mkubwa kupitia uvumbuzi, mabadiliko na fursa zisizo na kikomo. Hapo ndipo maisha yako ya kweli unaoyandika kutoka sifuri kwa mikono yako. Kisha akauliza maswali ya kutufikirisha: namba moja, unazitumiaje zawadi ulizopewa? Namba 2, utafanya maamuzi gani hivi sasa? Namba tatu, utafuata mapokeo ya watu tu au utakuwa mbunifu kwenye yako? namba nne, utaishi maisha rahisi au maisha ya huduma na no ujasiri? Namba 5 ukikumbana na upinzani utasalimu amri au utashikilia msimamo wako? Namba sita, utakuwa mkosoaji tu au utakuwa mjengaji? Namba saba, utakuwa mwerevu kwa kuumiza wengine au utakuwa mwenye wema? Kwa maneno yake mwenyewe, kila mara unapopata njia ya kuunda zana au huduma zinazowezesha wengine kutumia ubunifu wao, hapo ndipo umefanya kitu kikubwa. Jeff alikumbusha, mtu akibahatika kupata taaluma amepata zawadi kubwa, kwa sababu wengi huishia kuwa na kazi tu bila shauku ndani yake. Akasema kama upende unachofanya huwezi kuwa bora ndani yake. Ndio maana tuna vipaji vingi, lakini fahari halisi haiko kwenye vipaji hivyo, bali ipo kwenye maamuzi tunayoyafanya jinsi ya kuvitumia. Hebu tuelezane kwenye comment. Ni vipaji gani tunavyo bado tunatamani kuvipambania, na tutavipambania kuanzia leo? Lakini pia kwenye maswali aliyotupa Jeff Bezos, sisi tupo kwenye engo gani? Usisahau kusubscribe, like na kucomment ili tuendelee kujifunza.